Tarehe 20, kabla ya tarehe 20 Zanzibar. Eh, nataka niruke na maji tena, tubwa tubwa, ndugu zangu mnayenifuatilia mm. kwenye kipindi cha mahojiano cha Pesa Media, cha Pesa Media. Mm. mimi ndio mzee wenu na hakuna mwingine atakayetokea kuitwa Mzee Saidi zaidi ya mimi, na hata akitokea hatuwezi kufanana, ili mkamkijua mm. Mzee Saidi mataka medali eh, si tunazitaka medali na kombe juu eh, ni kwambia sio kombe bakuli, si tunataka tulete bakuli hapa alafu ah, tukilileta bakuli tunalipeleka kwa mwenyewe mwenye nani, utamjua hapo hapo, mimi sijamtaja ah, ah, mtu si tukilileta tu Taifa pale tori tori, tori. Sasa utajua, tori, tori, ya polisi inaelekea wapi? Inaelekea wapi? Halafu si hey, alafu sasa mi naomba siku hiyo mm, lipatikane basi kubwa, alafu lile kombe anasimama nalo mtu juu kabisa, yaani Fernando. Sio unakosea bwana, majini watu Fernando Simavambo, unatakiwa utulize, sio unaongea kwa nguvu We, umuoni mwenzio yule mtangazaji uh, yule mtangazaji nitajie jina lake, roho yangu, Baraka Mpenja anakwambia, yule anaitwa Fernandes Mavambo na ndio mwenye uwezo. Anwa, kuna watangazaji wawili tu nishasema wenye uwezo wa kuyataja majina ya wachezaji wa Simba m ha, wengine wote wanajigongagonga tumi, ulimi lazima igongegonge, ukifika nyumbani lazima tafute spirini anywe eh, kuna mtaka Baraka Mpenja tangaze Ya sana Yaani akitangaza wachezaji wa Simba mimi najisikia raha sana kama niko ndani ya uwanja kumbe siko. Chamu kalabwa. Kalabwa. Eh, yani unamalizia tu kalabwa, kaitupa hiyo. Kaikataa sio yake. Musa pim pim kama. Ah, wewe bwana Spider. Hey. Unataka hiyo mtoto na furahi sana Spider yule. Hey. Anadaka yule. Ja, juzi katupeleka sisi finali ma katoa penalti mbili. Ulimshukuru mzee. Ah. Kwanza bado sijamshukuru, nataka alete bakuli. Kombe. Akiwatoa wale wa Afrika Kusini wale wale wale wale wale wakimbiaji wale, si wanakimbia so sana kama wamewafunga mota miguni, awe subiri wale wenye watatoa, wakitoka wote mkwara kakwara kule waya, si wameondoka Su, wote yeah. Wamefunga mlango yeah. Unapomfukuza mwizi, angalia mbele. Huku nyuma nimemwacha nani? Unataka kushangaa watu wamefunga milango, unakuta mlango uko wazi. Watu washapita na masanduku yote. Unasema um, Benjamin Mkapa atoki mtu sasa kule still boss anakusubiria. Ah <laughs> -ah. Mkapa atoki mtu ndio slogan ya Simba tangu miaka yake dahala. Si ndio? Sisi tunakwenda kule. Kwanza tu, kwanza nataka nikwambie, sisi tunakwenda kule tunaenda kama nyumbani. Mwenye nchi kasema nileteeni vijana wangu waje. Wewe unasemaje? Ah, wewe mjui mwenye nchi bwana <laughs> hey, hey, ndo mwenye nchi mm. Yaani hapo ukisema mwenye nchi hakuna mtu mwingine ni mama mm, Mama Samia, hey, hey, hey, lazima umalizie mm. Ndio mwenye nchi yake mm. Yaani ukisema Tanzania namba moja ni yule bi mkubwa mm. Utamtaja nani? Na ulipagawa milioni 30 azozitoa. Ah, watoto wanakula fedha sasa hivi babu. Wewe acha watoto waponde nchi babu. Wewe acha bwana wewe. <laughs> Kwa hiyo ndio hivyo, sisi tunakwenda Zanzibar na nashukuru Mungu uwanja umepatikana mm. Sisi tunakwenda zetu Zanzibar kwenda kupambana kwenda kutafuta pointi tatu na magoli yetu manne Pani, na, na magoli manne vipi na mdogo, mdogo wangu nakwambia hivi yeah. Wale wamekosa sana wamekoswa sana mm, tatu. Aha, mzee Saidi, lakini wakisema wafunguke waje wafunguke kwa Simba nne, mdogo wangu nakwambia kuna goli hizi yeah. Mimi sina maneno mengine mm. Kama tutaenda wote mpira mm. Ukiisha tu hata iwe usiku, tutafute taa. Alafu tutenge tutenge hiyo kamera yako mm. Alafu niulize Mzee Saidi, mbona magoli sijayaona, mda wako kupopoa Mzee Saidi au wananipopoa kina nani? maji ya kwangu Zanzibar eh? Eh. Mashuka ya kwetu Zanzibar hii boti mm. za kwetu uwanja wa ndege wa kwetu wale wanapanda ndege kina Mzee Dalali. Eh, kina mzee da... Sasa tena mseme Mzee Dalali ndio mwenye Simba yake anachaje? Kwenda Mzee Dalali, Mzee Dalali, twende wote, wataenda wale mapeleka tu, walefu au watu wafupi? Watajijua wenyewe kama walefu kama wafupi mm, watajijua wenyewe ndio wataenda kukutana na wasazi wa Afrika, watajua walefu au wafupi mm. Eh, shughuli ni shughuli tu babu hata ikiwa ndogo shuhuli uwa na fula, so kulia kwanza. <coughs> mimi sisemi chochote kama tutakuwa wote Zanzibar eh, shida mm -hmm, yanukuma, mm -hmm. Mtapata shida sana yani, alafu nimemlisha mtu nne yanukuu maneno yangu, mtapata shida sana, sijui mtanibebea wapi. Mavambo acheze? E, mavambo lazima atacheza. Ah, ile mm -hmm, kama nataka mimi mavambo acheze mm -hmm, si amri yangu ni amri ya kocha na na na na na, na, na mwenye shughuli yake, huwezi kumwingilia bwana, fanya hivi. Alichokipanga yeye ndio hicho. Kama ataanza Mavambo, kama ataanza nani, kama ataanza nani, mi wote nitawapokea, lakini jezi ya Mavambo lazima itakuwa mwilini. Sana sana ni mchezaji mzuri, mi waga sibiwi kupepesa pepesa macho hivi. Mavambo mzuri, babu, majeraha ndio yanamsumbua Majela lakini kama anapona yule, mashine yake sio ya polepole ile babu Mzee Saidi, goma, ka goma, ka mm. Sasa hivi watu walimwimbia ngoma kagoma. Sasa kumekucha. Sasa kumekucha. Na akasema mchezaji wao akida ikaza mwisho Simba kampoa. Ah ah, mm. Sisi hatukupola mchezaji yule. Na wala Kagoma hakupolo. Kwani walikuwa kina nani babu? Si kina Godi. Alikuwa Godi, alikuwa mwalimu, mwalimu Yanga yule. Wale wote wale vichwa vyao vibovu. Na kama wanaume wanijibu kwa hili, wale vichwa vyao vibovu wenzao walichokuwa wanakitaka tofauti na walichokifanya tofauti. Umenelewa? sijui kweli. Kagoma walimtaka Yanga, lakini wale walitaka wamchukue dirisha dogo, lakini Simba wakapita naye jumla, wakaona ile ni dhahabu ya baadaye, eh, akapita naye shwa, akaondoka naye sasa. Unamwachaje mtu kama yule na, na Yanga walikuwa wameshajaa, na yule angeenda Yanga ungemweka benchi Angemweka benchi, Azizi nani yule nani lio ucho lile li, li, li li, babu, lina miguu kama tendegu la kitanda mwanangu, piga kote linakwenda lile. Ah ameumia si kawaida yeah. Na utuzima nao unapiga hodi. Hivi umeshaliona kwenye picha? Mm -hmm. Ah, babu likisimama lile, unaweza kusema mwanaume ndio huyu. Na nataka nitafute ni picha yake nije niibandike mlangoni kwangu hapo. <mukana> Mimi nakwambia kweli taibandika picha ya ucho hapa mlangoni kwangu. Siku kija kufanya kipindi, utakuja kuiona hapa. Kwani Simba nani alianza kumtaka? Si Simba alianza kumtaka wakapishana kwenye maslahi Yanga wakapita naye. Eh, yule mpaka leo angekuwa Simba. Lakini Simba wakaja wakaambiwa majeraha mengi, wakaona ah basi, isiwe shida Yanga wakapita nazo zote jumla. Maka Yanga wakati wao walikuwa wanasajili wanaangalia kwanza Simba kamwacha nani ndio wanapitia. Si tunajua kusajili babu. Sasa hivi Yanga siwashukuru kaja engineer yenu si ndio anawasaidia kusajili. Kwani uongo? Tusemi uongo Simba unajua kusajili babu wa. Kumbe mwenyewe unawajua Taja Ta endelea aendelea e, <laughs> kuna Azizi uo nani huyo mtoto huyo nani uyo wanyuma uisio e, e, chana na Hamza. Hamza katoka wapi? Sasa Simba na jicho la mbali la kuona wachezaji na viongozi wa Simba wakitaka kukutengenezeni, timu linakuwa jiwe kwelikweli lakini ukikutana na Yanga unashangaa tunatota. Mi ndo hapo unapojiulizaga yani yani, hapo mi ndo aga naumia kweli yani yani, ukitaka <laughs> kukutana na Yanga yani uwe na jiwe limeandaliwa, jiwe kwelikweli. Ukipeleka tukikutana na Yanga no. Mnaanza kutafutana, jamani, kwa nini tena? Mbona tumefungwa? Basi tunarudi tunasema ndo mpira. Yanga wa guruguru wanaruka sana. Mm. Tembea sana kwenye mapaa wale. Yeah. Ah, yeah, wanaruka sana wale. <laughs> Ndio <Domano> maana wanatufunga funga <laughs> ovyo ovyo. Ah, wewe mchezaji kama Diala babu. <laughs> Siku ile limekaa na Azam linasema hapa kwenye paja. Nini hapa? <laughs> <laughs> Lefa anamuuliza vipi anamwambia lete daktari hapa. Paja limefanyaje? Limekamata. Kwa hiyo huwezi kuinuka? Siwezi. Waambie waje. <laughs> Mmoja kama wa <wakuchungia> ng'ombe. <laughs> Unachukia tu chwa nikipiga taa, mabeki wote wa Yanga wanageuka ngii, wanaliangalia lenyewe. Alafu na Musa, papa ndau, na ilikuwa ndio kazi yake, alikuwa anatumia vidole pia, akipuliza pia Yanga yote inabadilika ile. Kwa hiyo Maxime pia, nzenge ni mchezaji mzuri, huwezi huwezi kuwakataa. Wagalatia bwana, wagalatia wana shida sana wale, wewe waache bwana. Ndugu zangu, mimi wale, mimi siwezi kuwakataa Yanga hata siku moja, na hili naliongea wazi siwezi kuwakataa Yanga. Ah, uh, unajua, Simba wana tabia moja. Simba sasahivi usajili wake si wa kusikiliza, mpaka uone. Yaani hata kama wameshamaliza kila kitu Simba wasemi ngu, tena wasemi hata kidogo, wananyamaza kimya. Siku ya siku naona mzigo umenyanyuliwa tu chap wap umewekwa Ah, Wagalatia wanajisifu si Waswahili. <laughs> Wagalatia wanajisifu wanakwambia, tunamchukua Faisali, kenda kukumbatiana na na, na, na, na kocha, na kocha wa Yanga. Sasa ule mpira si lazima wakumbatiane nye, vipi? Mmemkumbatia ndio mmembeba? Subirini filimbi ya mwisho na wale siku akija kumuona amevaa namba kumi <laughs> nyekundu Yanga watakuja kutafutana, tasema naona washenzi wameanza kutusumbua hawa mda huo mi na Faisali na fenes Mavambo alafu na nani sijui hapa alafu na huku na Tarantini. hmm. We tatafuta pa kutokea Yanga wanatokaje? hmm. We bwana we hata usajili vipi Yanga na Simba? hmm. yaye Mayanga yaye imekamilika. hmm. ah, nyie mnatafutana babu <laughs> <laughs> Na daftana, maywaki, ah sana, mnashikilia matumbo. Mm. Wewe tata kama mimi siwaogopi wapagazi <laughs> Azamu. Eh. Wamefanywa nini mechi ya kwanza? <laughs> Walishinda mzee. Walishindwa ah, slikua upepo mchafu tu ule babu. Huyo upepo mchafu ulikuwa umepita pale, wakaona bwana twendeni hivyo hivyo. Mm. Eh tata, sasa sasa hivi wapagazi wa, wa, wa, wa, wa nani wamekaa vizuri, umeona wanavyofanya? Sasa hivi wanatupumulia, wametuacha pointi ngapi? Pointi kumi na ngapi sijui. Aala, kauli mbaya, wanasema mbio za ubingwa shatoka hapa gari, wenyewe wameshachukua ubingwa. Maana hiyo wametokaje sasa, wakati wao ndio wanaongoza ligi. Unaona kauli zao za ajabu ajabu. Ah, umeona kauli zao za dharau? Mi ndio nakwambiaje <laughs> Oawa tumewaita nini wale? Acha wapagazi Yanga wagalatia bana, wagalatia, wanatabu sana. Wanasemaje? umesema ligi ya kwako Mzee Saidi, wanasema wenyewe wametoka mbio za ubingwa akwalanchi <laughs> <laughs> <uwe. laughs> anasema wametoka wenyewe kwenye mbio za ubingwa <laughs> Aya, maneno ya kifedhuli sana. Akia Mungu ana maneno ya kifedhuli. Una kipolo mzee Saidi. Vipolo vyako. Mimi na vipolo karibu vitatu, wenyewe wanakwambia wameshajitoa lile neno. Mswahili anapoongea litafakari kwa kina mdogo wangu umenielewa? Hmm. Wao wanakwambia sisi tushajitoa kwenye mbio za ubingwa unajua maana yao? Mano, subiri tukicheza, alafu uje niulize Mzee Saidi. Kuna siku uliniachia neno ili sintoliongea, ndio nije nikuambie, umewaona Wagalatia walivyo, wa wala huko siko e. Kwani wewe unacheza mechi zetu? Mi hata kama nimeandaa timu yangu iko vizuri, hata ukicheza mechi zangu mi nawafumua tu wale. Mbona Yanga wamekufa? Nini Azamu, mbona wamekufa? sasa mmiliki hey, eh, wa Manchester United akipewa jezi na Engineer Saidi yule kiongozi hey, ni kiongozi bora. Engineer Elsie huwezi kumkataa, ndio hapo mimi napokuja kupishana na watu wa Simba. Simba mimi nani amejipendekeza hivi? <laughs> Hivi... <laughs> nani anayejulikana duniani kati ya Engineer Elsie na yule kiongozi wa Manchester United kujulikana, ni yani, majority kuwa majority yake makubwa ni nani, engineer au yule rais wa Manchester shehe? Yule anajulikana anajulikana duniani duniani kweli. Manchester wa sasa yule, kujipendekeza kuna ubaya gani? Mi hivi mimi sasa, sasa hivi nikiitwa na Mama Samia nitaacha kwenda kujipendekeza tena kisema, njo, sasa hivi mimi ni kwanza toa miguu, naona gari naona linachelewa naenda wa miguu nakimbia, kwani mama yuko wapi? Yuko huku, mi naenda mbio, nikifika pale nimeitwa na mama, sasa sijipendekeze kwa sababu gani? Yule kiongozi mkubwa babu duniani anajulikana, Manchester United duniani kote inajulikana. Yanga inajulikana wapi? Hapa hapa tu, kungine wapi? Sema inajulikana sana kikubwa zaidi Afrika. Basi kwa hiyo Yanga nini Kenya, Uganda sijui wapi sijui South Africa sijui wapi mm -hmm, wanaijua Yanga Misri, wanaijua Yanga. Sasa nchi zingine hawaijui Yanga, ila Simba anaijua wapi, mzee? Na yenyewe inajulikana Afrika mm -hmm, ni nchi chache za Ulaya zinazo zikawa zinaijua Simba na Yanga, ni nchi chache ambazo zipo karibu na, na, na, na, na Afrika mm -hmm, lakini kuna nchi zingine ziko mbali na Afrika. Kwanza wenyewe wanajua Afrika huku ni miti mitupu Ha, wazungu wanajua Afrika ni miti mitupu, hawajui kama kuna binadamu kama wao wanaishi huko na wanaendesha maisha yao na ni matajiri wao. Wanajijua wao ndio wao kwanza. Hiyo ndogo, si nataka tushike nafasi ya tatu? We ya nne mbali huko, mi nataka nishike nafasi ya kwanza kwa ubora Afrika vilabu. E, sianaondoka tu mbona katolewa e bana. Chapesa elai yupo katika mashindano yuko ligi gani? Ye, yuko klabu bingwa. Anaweza akaondoka tu hata yeye, mimi nikashika namba moja. Kuna shida gani? Uwe <laughs> bwana huyu ananitafuta. <laughs> wewe mi sitaki bwana. Eh, bwana hebu funga kipindi. Huyu mtoto. Ah, wewe unanitafuta. <laughs> bwana Chapesa. Huyu mtoto wako iko siku utakuja kukataa kufanya mahojiano na. Yeye kawang'ang'ania Yanga tu. Yeah. Yanga, mimi nimekuambia wale wa. Yaka 11 mimi sasa hivi. Unataka mimi nisemeje hapo kwa Yanga? kama wako kumi na moja hawajui, wee watanivizia njiani, mi sina gari bwana, mi natembea kwa miguu, napanda kwenye madaradara, watanipiga. Yanga walikuwa wanatembea na upepo mi <laughs> nakwambia kila siku wanatembea na upepo wale, waende fainali, fainali mchezo, najenga timu na Fatu, upo nusu fainali Yanga hatari sana, wanakwambiaje? na uliba wewe na wale, ndio maana nikuambiaje, wewe unanitafuta tafuta mpaka nilopoke. Mi sisemi, umelisema wewe na wale. Kweli wanatungoja, atachachukua. Wakitufunga anasema sisi tayari mabingwa. Sasa ukija kuuliza mbona mlijitoa, hatukani kukusubiri chukupopoyo wewe Acha wao nafikiri mimi ananifunga naniapaapa katikati kabla akukutana na Yanga nani? <coughs> hamna mtu takanifunga ila akapokutana na nani? <coughs> Na Yanga. <coughs> Na Yanga ndo shuhuli mm, kwa sababu hawakubali na wenyewe w mm, walikasirika, wanakuambia wali siatuchezi tena. Kwa nini Simba kakimbia sijui nini wewe sijui waambie tu wale mbuzi wapi bwana mbuzi wanawajua wewe. Hivi e, wewe Yanga unawajua wewe. Waswahili wakitaka kutengeneza lao wanalitengeneza mm. Ah. Walichungulia walichungulia wapi? Mm. Wewe wamepelekewa wewe wamekuja na mabasi mawili mm. Kuna watu wafupi mule. Watu <laughs> wafupi mbilikimo wametoka wapi Burundi, Burundi <laughs> wanajenga wana wana timu. Unashika nafasi nne. Wasiojenga timu washika nafasi kumi na moja <laughs> ila wewe bwana, yeah. Wewe mimi bwana usinichonganishe bwana <laughs> hebu kwanza, hebu acha hiyo kwanza, hebu ngoja kwanza, subiri nikitoka Zanzibar mm. Ukinipa kitonge mm. Ndio uja uniulize e, bwana wa Galatia vipi? Mimi nikitoka kule sasa mm. Nitakuwa na muda, nimepumzika, na fumua vibaya mno, kwa sababu nitakuwa najidai nimeingia finali pale. Nikitoka pale si ndo finali e, bwana mm. ah. Wewe funga kipindi ah. <laughs> yaa ikitoka kule tu Zanzibar mimi hey. finali mimi finali. Mm. Simba Sports mapema yeah, ah, sasa sikiliza, huko atakapojikuta anajigonga, alafu <laughs> naambia unacheza na mwana finali mtarajiwa hapo. Akinigonga, naambia hey, pole, pole, wana finali watarajiwa huo hey. Na unasema, ah, kumekucha, kumekucha. Tena kwanza siku hiyo mechi inayofuata. Hey. Mechi inayofuata kama tunacheza KMC hmm. tatibu, nitachukua pamalangu lile naweka pama afu nyuma, namvaa Mavambo. Akifunga tu goli, navua pama afu nageuka, namna namwambia, mmemuona Mavambo au? Pale pale naposhangilia, si wakuda wapo wanasema, mzee kavaa nguo ya Mavambo nami, sawa sawa. Hapana, Alikamwe hawezi <laughs> <alikamwe>, kuzimia <laughs> na ndio anautaka usiku na mchana yeah. s <laughs> e, sina wewe aweke historia mm. amechukua mara nne hujua hii kelele yote ni kuchukua mara mm. nne tu kwa simba naye anataka alipize na si tuliwahi kuchukua mara nne kinana ni yanga yeah. <coughs> ebu yaache <laughs> ayo yaache ayo, ayo yaache ayo <coughs> ayo nikushukuru sana mzee saidi yache ayoayoyache na mimi nashukuru sana na washukuruni cha pesa mm. labda la kuwaachia mm. ni hivi <coughs> twendeni Mungu atusaidie, tutambae na safari yetu Zanzibar. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuamshe salama, atuondolee mabaya, atuondolee macho ya usda wote, wanaotaka kutuangalia vibaya, wanaotuombea mabaya, inshallah Mwenyezi Mungu ayaepushe. Twende hivyo hivyo, mdogo mdogo. Wafansi wangu wote, wapenzi wangu wote wanatakiwa kama kweli wananipenda kwa moyo wao mmoja wa Tanzania wenzangu na wasio Watanzania walioko nje na wasioko nje, hili limetokea, tukubaliane nalo. Shida, shida inamlazimisha binadamu. Shida inamlazimisha binadamu na e, alifanye jambo hmm. Hata asilolitegemea hmm. shida na uipeleke hivi hivi, Watanzania waende wakaione na wasio Watanzania, na wale wapenzi wa wangu na wasio wapenzi wangu, shida inamlazimisha mwanadamu. Umenelewa, eh? utakuja kukupa lingine siku nyingine. Ndugu zangu, ni asanteni sana, kubalianeni na mimi.